Njama ya kumuua kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore, imezuiliwa kulingana na taarifa iliyotolewa na waziri wa usalama nchini humo Mahamadou Sana, ni kwamba mpango huo ulikuwa umepangwa na Luteni Kanali Paul-Henri Damiba ambaye ni afisa wa kijeshi aliyeondolewa madarakani na Traore mwezi Septemba 2022. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwa Kanali Damiba au Ivory Coast tangu alipochukua madaraka. Kapteni Traore amekabiliwa na majaribio mawili ya mapinduzi na pia anakabiliwa na ongezeko la vurugu za wanajihad ambazo zimewalazimu mamilioni ya watu kukimbia makwao. Licha ya changamoto hizo, kiongozi huyo wa kijeshi mwenye umri wa miaka thelathini na saba ana uungwaji mkono mkubwa na amepata wafuasi kote Afrika kwa maono yake ya kuijenga Afrika na ukosoaji wake kwa nchi za Magharibi. Kulingana na waziri wa usalama, serikali iligundua video iliyovuja ikionyesha wapanga njama wakijadili mipango yao. Katika picha hizo, inadai walizungumza jinsi watakavyotekeleza ama kumuua rais iwe karibu ama kuweka vilipuzi nyumbani kwake. Baadaye inadaiwa walipanga kuwalenga maafisa wengine wakuu wa kijeshi na raia. Sana amedai Damiba amekusanya wanajeshi na wafuasi wa kiraia, akapata ufadhili wa kigeni zaidi ya faranga milioni sabini za CFA zilizotolewa na Ivory Coast, na alipanga kuangamiza kambi ya ndege zisizo na rubani nchini humo kabla ya vikosi vya kigeni kuingilia kati. Haijulikani ni watu wangapi wamekamatwa hadi sasa kuhusiana na jaribio hilo la kumuua Traore. Kanali Damiba alihudumu kama kiongozi wa Burkina Faso kuanzia Januari Septemba 2022, baada ya kunyakua madaraka kutoka kwa serikali iliyochaguliwa kiraia. Baada ya kufukuzwa, alikwenda uhamishoni katika nchi jirani ya Togo na akasema katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba anamtakia mrithi wake kila laheri. Hii ni TMC News Update kimataifa. Mimi ni Ronaldi Sonyo. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, ku like, ku share, pamoja na kukoment iliyo wakuanza kupata taarifa zetu pende tunapozipakia hewani.